ni moja ya vitabu saba vya Deuterokanoni ambavyo vina mafundisho mazuri sana ya kiimani, na vitabu hivi hupatikana katika Biblia ya Kikatoliki, ndivyo unaweza ukavipata, na tumekuletea hapa kwa njia ya sauti. Jinsi Mungu anavyokupenda kazi kwako. Karibuni, unaweza ukaandaa Biblia yako, karibu ili tunaposoma ukawa na wewe unafuatilizia kwenye bibilia yako, na eneo ambalo ukiona linakugusa sana liwekee noti pembeni, kwa sababu siku zote unaposoma bibilia ukiona kuna eneo umelielewa zaidi kuliko jingine, au kuna eneo limekugusa, limekupa msisimko mkubwa kuliko maeneo mengine uliyosoma, jua mahali hapo ndipo Mungu anazungumza na wewe kwa wakati huu. Hivyo basi usipapuzie. Karibuni. Kwa jina la Baba, la Mwana, Mtakatifu. Amen. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya huu wakati unaotupa nafasi kusoma neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu usimame pamoja na sisi, utusaidie Bwana kuweza kulielewa, liachilie mafuta ndani yetu, liachilie uimara ndani yetu, ili tuendelee kuwa hodari sawasawa na makusudio yako. Tutenge na kila roho za yule mwovu, na neema yako itusaidie kuimarika, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme. Amen. Karibuni sana wapendwa, ni kitabu cha Baruku sura ya kwanza na ya pili. Kitabu cha Baruku sura ya kwanza. Haya ni maneno ambayo Baruku mwana wa Neria mwana wa Maasea mwana wa Sedekia mwana wa Sadia mwana wa Helkia aliyeandika huko Babeli katika mwaka wa tano, siku ya saba ya mwezi ndio wakati Wakaldayo walioteka Yerusalemu wakauteketeza kwa moto. Naye Baruku aliyasoma maneno ya kitabu hiki katika masikio ya Yekonia mwana wa Yehoyakimu mfalme wa Yuda, na katika masikio ya watu wote waliokuja kwenye masomo, na katika masikio ya wakuu na ya wana wa mfalme na wazee, na katika masikio ya watu wote wadogo kwa wakubwa, yaani wote waliokuwa wakikaa Babeli kando ya mto Sudi. Nao wakalia na kufunga na kuomba mbele za Bwana. Tena walifanya mchango wa fedha kwa kadiri ya uwezo wa kila mtu, wakaipeleka Yerusalemu kwa kuhani mkuu Yoakimu mwana wa Helkia mwana wa Salomi na kwa makuhani na wote waliokuwapo pamoja naye Yerusalemu wakati ule. Ndiyo wakati alipovichukua vyombo vya nyumba ya Bwana vilivyotwaliwa kutoka hekaluni na kuvirudisha katika nchi ya Yuda siku ya kumi ya mwezi Siwani navyo ni vile vyombo vya fedha ambavyo Sedekia mwana wa Yosia mwana wa Yuda alivyovifanyiza baada ya Nebukadreza mfalme wa Babeli kumchukua Yekonia na wakuu wa nchi na mateka na mashujaa na wenyeji wa nchi kutoka Yerusalemu na kuwaleta Babeli. Wakasema, Tazameni tumewaleta, tumewaletea fedha, nanyi kwa fedha hiyo nunueni sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya dhambi na uvumba, mtengeneze dhabihu mkaitoe katika madhabahu ya Bwana Mungu wetu, na kumwombea Nebukadreza mfalme wa Babeli na Belsh Belshaza mwanawe wapate uzima siku zao ziwe nyingi kama zilivyo siku za mbingu juu ya nchi. Naye Bwana atatupa nguvu na kututia nuru macho yetu, nasi tutakaa chini ya uvuli wa Nabukadreza mfalme wa Babeli na chini ya uvuli wa Balshaza mwanaye, na kuwatumikia siku nyingi na kupata kibali machoni pao na mtuombee kwa Bwana Mungu wetu, maana tumemtenda dhambi Bwana Mungu wetu na hata leo, ghadhabu ya Bwana na hasira yake haijatutegukia mbali. Nanyi mtakisoma kitabu hiki ambacho tumewaletea kuungama katika nyumba ya Bwana wakati wa sikukuu na siku za kusanyiko takatifu. Nanyi mtasema hivi: kwa Bwana Mungu wetu haki, lakini kwetu sisi haya ya uso, kama vile leo, kwa watu wa Yuda na kwa wenyeji wa Yerusalemu na kwa wafalme wetu na kwa wakuu wetu na kwa makuhani wetu na kwa manabii wetu na kwa baba zetu, kwa sababu tumetenda dhambi mbele ya Bwana, tumemwasi wala haku hatukuitii sauti ya Bwana Mungu wetu kwenda katika sheria zake alizoziweka mbele yetu tangu siku Bwana aliyowatokea baba zetu katika nchi ya Misri hata leo. Tumemwasi Bwana Mungu wetu na kutenda yasiyofaa kwa kuto kuisikiliza sauti yake. Kwa hiyo mapigo haya yameshikamana nasi na ile laana ambayo Bwana alimwamuru mtumishi wake Musa katika siku aliyowaleta baba zetu kutoka katika nchi ya Misri ili atupe nchi ijayo maziwa na asali kama hivi leo. Lakini hatukuisikiliza sauti ya Bwana Mungu wetu, kwa kuyafuata maneno yote ya manabii aliyotupelekea, bali tulikwenda kila mtu katika mawazo ya moyo wake mabaya, kutumikia miungu ya kigeni na kufanya yaliyo maovu machoni pa Bwana Mungu wetu. Sura ya pili. Kwa hiyo Bwana amelithibitisha neno lake alilolinena juu yetu na juu ya waamuzi wetu walioamua Israeli, na juu ya wafalme wetu na juu ya wakuu wetu na juu ya watu wa Israeli na Yuda, kwa kututetea mapigo makubwa ambayo chini ya mbingu zote hayakutokea kama yalivyotokea Yerusalemu, sawasawa na mawazo aliyotuandikia katika Torati ya Musa, yaani tule kila mtu nyama za mwana wake mwenyewe na kila mtu nyama za binti yake mwenyewe. Zaidi ya hayo amewatiisha chini ya falme zote zinazotuzunguka kuwa lawama na ukiwa katikati ya watu wote wa nchi zote Bwana alizowatawanya. Hivyo walikuwa chini, wala si juu, kwa sababu tulimkosa Bwana Mungu wetu kwa kuwa hatukumsikiliza sauti yake kwa Bwana Mungu wetu haki, lakini kwetu na kwa baba zetu haya ya uso kama hivi leo. Mapigo haya yote yametupata aliyoyataja Bwana juu yetu. Lakini hivi hatukuomba radhi kwa Bwana kwa kuyaacha kila mtu mawazo ya moyo wake mabaya. Kwa hiyo Mungu ameyavizia mapigo hayo akatuletea maana Bwana ni mwenye haki katika kazi zake zote alizotuamuru. Lakini sisi hatukuitii sauti yake kwenda katika amri za Bwana alizoziweka mbele yetu. Na sasa, e Bwana Mungu wa Israeli uliyewatoa watu wako katika nchi ya Misri kwa mkono hodari na kwa ishara na maajabu na uwezo mwingi na mkono ulioinuliwa ukajipatia sifa kama ilivyo leo. Ee Bwana Mungu wetu, tumefanya dhambi, tumetenda maovu, tumeziharifu sheria zako. Hasira yako igeuzwe mbali nasi maana tumesalia wachache tu katikati ya mataifa uliko tutawanya. Yasikilize maombi yetu, e Bwana, na dua zetu, utuokoe kwa ajili yako mwenyewe, utupe kibali machoni pao waliotuchukua mateka, ili dunia yote ijue ya kuwa wewe ndiye Bwana Mungu wetu, kwa sababu Israeli na uzao wake wanaitwa kwa jina lako, Ee Bwana. Tazama kutoka Israeli, makazi yako matakatifu mbinguni, utuangalie, fumbua macho yako uone, maana wafu walioko kuzimu ambao punzi ya yao imeondolewa mwilini mwao hawatampa Bwana utukufu wala haki, bali moyo ulioteseka na miguu iliyodhoofika na kulegea na macho yanayozimia na roho yenye njaa, ndivyo vitakavyokupa utukufu na haki, e Bwana. Maana hatukutolei maombi yetu, e Bwana Mungu wetu kwa sababu ya haki ya baba zetu na ya wafalme wetu. Wewe umepeleka ghadhabu yako na hasira yako juu yetu kama ulivyonena kwa kinywa cha watumishi wako manabii. Bwana asema inamisheni mabega yenu kumtumikia mfalme wa Babeli, mkae katika nchi niliyowapa baba zenu. Lakini kama hamtaisikia sauti ya Bwana kumtumikia mfalme wa Babeli, litakomesha katika njia za Yuda sauti ya kicheko na sauti ya furaha, sauti ya bwana arusi na sauti ya bibi harusi arusi, na nchi yote itakuwa ukiwa, asibaki mwenyeji ndani yake. Walakini lakini sisi hatuku hatukutaka kuisikiliza sauti yako tumtumikie mfalme wa Babeli. Kwa hiyo umeyathibitisha maneno yako uliyoyanena kwa watumishi wako manabii, ya kuwa mifupa ya wazee na mifupa ya baba zetu itaondolewa mahali pao; na tazama, imetawanywa juani mchana na katika barafu usiku, nao waliokufa kwa mateso makali, kwa njaa na kwa upanga na kwa tauni. Hata nyumba iliyoitwa kwa jina lako imefanya ukiwa kama ilivyo leo, kwa sababu ya uovu wa nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Hata hivi, E Bwana Mungu wetu umetutendea kwa kadiri ya fadhili zako zote na kwa kadiri ya rehema zako nyingi kama ulivyosema kwa mtumishi wako Musa siku ile uliomwagiza aiandike sheria yako mbele ya wana wa Israeli ukisema, msipotaka kuisikiliza sauti yangu, hakika msongano huu mkubwa na watu wengi utakuwa hesabu ndogo kabisa katikati ya mataifa nitakayowatapanya maana najua hawatanisikia kwa kuwa ni watu wenye shingo ngumu. Lakini katika nchi ya uhamisho wao watatafakari na kujua kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wao, nami nitawapa moyo na masikio ya kusikia, na watanisifu katika nchi ya uhamisho wao na kulikumbuka jina langu watageuka na kuacha ugumu na matendo yao mabaya, kwa sababu wataikumbuka njia ya baba zao waliotenda dhambi mbele ya Bwana. Nitawarudisha katika nchi niliyowaapia baba zao Ibrahimu na Isaka na Yakobo, nao wataimiliki, nami nitawaongeza, wala hawatapungua nami nitafanya agano la milele pamoja nao, kwamba nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu, wala sitahawamisha watu wangu tena kutoka nchi yao niliyowapa.